Wapendwa wetu Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ya kushirikishana mambo ya Bwana, neno la Mungu, chakula chetu cha uzima. Wapendwa wangu, kuna neno hili linamhusu mtu mmoja, wawili, watatu. Bwana amekuwa akinihimiza uh, kuwashirikisha neno hili ambalo kwangu pia ninalisikia ikinena ndani ya moyo wangu. Kuna mtu ambaye unatenda mema, unajitahidi kutenda mema. Hakuna aliye mkamilifu, unajitahidi kutii sauti ya Mungu, lakini bado unaweza usieleweke, unaweza ukalaumiwa, unaweza uka ukaendelea kukutana na majaribu mbalimbali mbali. Hili neno ni kwa ajili yako Hili neno ni kwa ajili yako siku ya leo. Hebu tuombe kwa kifupi. Bwana Yesu, tunashukuru kwa kusema nasi siku ya leo. Wewe ndio Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, mwanzilishi na mtimilifu wa imani yetu. Tunakuhitaji Bwana kuliko maelezo. Mimi ni, ni, ni mwili tu na, na, na nyama. Mimi ni mwanadamu mwenye mapungufu. Bwana, neno hili likawape moyo watakaosikiliza, wamama wenzangu, mabinti vijana wetu tunaowalea, likawatie moyo katika hii safari. Mtakatifu wa Israeli, tunaomba ukawe nasi mwanzo mpaka tamati, tukiomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nikashuke kabisa, wewe ndio kainuke, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, Yesu Kristo wa Nazareti. Amina, amina. Wapendwa wangu, neno letu linatoka kwenye sehemu mbili. Neno la kwanza linatoka katika Zaburi 46, katika Zaburi 40 sura ya 46. Uh, nitasoma kuanzia mstari wa nane mstari wa nane mpaka wa kumi na moja inasema hivi: Njoni, myatazame matendo ya Bwana jinsi alivyofanya, ukiwa katika nchi, avikomesha vita hata mwisho wa dunia avunja uta ukata mkuki achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Hiki mstari wa kumi ndio kiini, neno lilikuwa linajisikia lina, linajirudia ndani yangu, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa nitakuzwa katika nchi. Kiingereza inasema, uh, um, mstari wa Zaburi 46:10 inasema, Be still and know that I am God, I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Biblia ya Kiingereza inasema, tulieni mjue kwamba mimi ni Mungu nitainuliwa katikati ya wasioamini wa heathen ni wasioamini wa, na nitainuliwa katika dunia. Kuna mtu anatakiwa kusikia neno hili la kumpa nguvu la kumpa moyo. Mpendwa, katika dunia hii kuna majaribu na adui atajaribu kukuletea majaribu ya aina mbalimbali, kukatisha tamaa, kukuletea manunguniko akijua kwamba anayenungunika tayari ameshakosea kumpendeza Mungu. Tumeambiwa tushukuru Mungu katika mambo yote, haijalishi jaribu unalopitia siyo la haki, siyo la haki kabisa, haijalishi. Kuna mtu umeinuliwa maneno, tena umeinuliwa maneno na watu ambao umewatendea mema na unaendelea kuwatendea mema hata sasa hivi. Sasa cha ajabu Mungu hapa amekuwa anarudia hili neno nyamaza nyamaza kimya. Unajua, kawaida ya binadamu ni rahisi kusema, ngoja nijitetee, ngoja nijieleze. anaye kusema maovu mabaya wakati wewe unatenda mema na umeendelea kumtendea mema, nyamaza kimya, nyamaza kimya nyamaza kimya kabisa. Inawezekana kazini kwenu kuna mtu umekuwa unafanya naye kazi vizuri, unaleta ushirikiano, unamsaidia, unakuta una saa ingine kuna makosa amesahau, unamkumbusha, lakini anaweza akageuka kakuinulia maneno maneno ya ajabu. Nyamaza kimya, kitu ambacho ni kigumu kimwili kutimiza lakini katika yote, tunaambiwa kwa binadamu yanaweza kuwa magumu, lakini kwa Yesu Kristo yote yanawezekana. Nyamaza kimya, acha Yesu Kristo mwenyewe akutetee. Kuna mwingine inawezekana, labda kwenye sehemu ya biashara, kuna mtu amekudhulumu, kuna mtu anakusema vibaya. Nyamaza kimya, kuna nguvu fulani unaipata kutoka kwa Bwana ukiamua kunyamaza kimya, kwa sababu wanadamu midomo yetu hii na akili zetu sisi ina mipaka. Utaongea utatenda tu dhambi, utaongea hautampendeza Mungu. Ukisema ujitetewe mwenyewe, haitalingana na wewe ukiacha Mungu akutetee. Tena endelea kutenda mema kwa huyo mtu, endelea kumwombea. Wewe unataka kumbuka, tunasemaga sisi katika majaribu, tuamue sisi sio wa kuachwa. Ikifika wakati wa kwenda paradiso, tuamue sisi sio wa kubaki haleluya nyamaza kimya tulia haleluya nitasoma na neno linasemaje katika hii kutoka kumi na nne kutoka kumi na nne inaendana na hiyo inasema kwamba haleluya mungu haleluya mstari wa kumi na tatu kumi na tatu Eh, kumi na tatu tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo Kutoka kumi na nne kuanzia mstari kumi na tatu inasema hivi: Musa akawaambia watu, "Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Acha Mungu akupiganie, acha Bwana Yesu akupiganie. Ume, umezuliwa maneno mabaya maovu, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Najua ni ngumu, najua inaumiza moyo, nyamaza kimya. Kwenye makanisa yetu utaweza kushangaa, wapendwa kati ya wapendwa wanainuliana maneno, wanasemana, wanapigana, wanaita vijembe pembeni, wanatetana, wanasengenyana. Hawajui kwamba wakati ule wanakuwa wameruhusu shetani kutenda. Wewe ukisikia kitu mpendwa, umeulia ukope, ukisikia kitu kuhusu mpendwa mwenzio, nenda kwake, nenda tu kwake Usi... kwa sababu ukinyamaza, ina maana umekiamini na ukikiamini umeshirikiana dhambi na yule aliyekizua zua hilo neno. Nenda kwa yule mpendwa, umwambie, nimesikia hivi na hivi na hivi, dada yangu, nimesikia hivi na hivi, mpendwa wangu, ni kweli? Usikilize pande zote mbili, lakini ukinyamaza utashirikishana na yule aliyezua lile neno ndani ya kanisa. Shetani anajua hawezi kupeleka wapendwa kilabu hawezi kupeleka wapendwa kuzini wale ambao wameamua kufuata utakatifu. Njia rahisi ni maneno maneno. Tena ushangae, uchunguze yule aliyeleta neno, amesimamaje na Mungu, anaendanaje na Mungu, anamfuataje Mungu? kama huna uhakika naye, kama huoni matunda yake, usishiriki dhambi pamoja naye, ni mtego. Wengi wataingia katika huo mtego na wako wengine wanaomba wanafunga wanasoma neno, wanashirikishana watu, wanashuhudia mitaani, kwa ndugu jamaa, marafiki neno la Mungu, lakini mitego iko mingi. Huu mtego, roho Mungu alikuwa ananionya mimi na ameniruhusu kushirikisha wenzangu, wa mama wenzangu, mabinti, vijana wetu, usishiriki katika mambo hayo. Nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Inawezekana ni labda mtu wa nyumbani kwako mume wako, umetenda mema, lakini anafanya mambo yasiyoeleweka, usaliti, ukahaba, sijui nini. Nyamaza kimya, baku nyamaza kimya. Ina maana usinuke hasira, usinuke uchungu. Ukiona uchungu unainuka na hasira, omba Mungu akurehemu, omba Mungu akushike mkono, Bwana Yesu mwenyewe akushike mkono, akusaidie Nyamaza kimya, Bwana Yesu wa kutetea. Utakachoruhusu kuongea, ruhusiwa kuongea, ukiongea kwa unyenyekevu na kwa heshima, halafu nyamaza kimya. Watu wa Mungu, Mungu atupe nguvu na neema, na mimi mmoja wapo nahitaji nguvu na neema ya kupata neema ya kunyamaza kimya. Nyamaza kimya, wewe endelea kutii sauti ya Mungu. Nyamaza kimya, tii sauti ya Mungu anavyokuelekeza ufanye nini wakati gani na kwa mtu gani. Kuna ambao wakiona unamtumikia Mungu kwa njia fulani, wanataka wao ufanye wanavyodhania wao, na usipofanya hivyo, wewe unaonekana ni mbaya, unasemekana ni mbaya, ni mwovu, maneno mengi kuhusu wewe. Nyamaza kimya, endelea kufanya kile Mungu alichokuitia. Sina uhakika hili neno ni kwa ajili ya nani lakini kuna mtu anatakiwa kusikia hili neno siku ya leo. Shikilia unachosikia katika sauti ya Mungu kutenda, shikilia hicho, mengine yote achana nayo. Atakaye kuja kukuhukumu siku ya mwisho ni Mungu wa Israeli. Haleluya! kuna kazi umeitiwa mbele za Bwana, kuna jinsi umeitiwa kuombea watu wa Mungu, kuna jinsi umeitiwa kutegemeza kazi ya Mungu na kanisa. Sasa mwingine uki, akiona unafanya asivyotaka yeye. Kuna wapendwa wanapenda kupelekesha wenzao, yani huyu lazima afanye, yani mwingine anafunga, naomba wewe ufanye anachotaka yeye akilini mwake. Hiyo hicho alichoitiwa kufanya, inawezekana ameitiwa kazi ya Mungu kabisa, lakini akilini mwake lazima ni wewe ndio ufanye hiyo kazi ya Mungu, wewe ndio mtegemezi, wewe ndio usijui, ufanye anachokwambia ufanye. Haleluya, unless wewe ni sehemu ya E, watumishi wa Mungu pale e, labda kama ni hivyo, uko chini ya mamlaka yao, basi inabidi utii, lakini kinyume cha hivyo, fuata sauti ya Mungu. Atakaye kuhukumu ni Yesu Kristo mwenyewe siku ya mwisho. Nyamaza kimya, tena kwa unyenyekevu, usikwazike, usipande hasira, usilaumu, usinungunike, tena usipeleke maneno huku na huku, wewe nyamaza kimya, endelea kufanya kazi ya Mungu vile anavyotaka wewe ufanye. Mwenye hukumu ni Yesu Kristo siku ya mwisho, mwenye kuamua ni Yesu Kristo. Mfuate yeye, mtii yeye. Kina mama kwenye nyumba zenu, endelea kunyenyekea, endelea kunyenyekea. Najua hali ni ngumu, najua wakati mwingine tunatoa machozi, najua wakati mwingine, haleluya, mambo siyo ya haki. Wakati mwingine unaona kama vile unatumika vibaya, lakini mama, kumbuka njia tuliyoitiwa ni nyembamba iendayo zimani. Omba neema ya kunyamaza kimya ili uone wokovu wa Bwana. Hili ni neno fupi la kumtia mtu moyo, wapendwa wangu wa makanisani. Wewe umetenda mema, hujafanya chochote ambacho unachohukumiwa, una, una unachoshitakiwa, unachosingiziwa, nyamaza kimya. Najua ni ngumu, wacha Yesu Kristo mwenyewe akutetee. Neno, kuna neno huwa linasemwa kwamba only time will tell, kwamba muda ndio wenyewe utahakikisha. Muda unavyoenda, haleluya, itahakikisha wewe kweli, hayo unaosingiziwa ni kweli hau hapana. Nyamaza kimya, endelea kufanya kile Mungu alichokuitia. Hili ni neno la kumtia moyo mtu wa Mungu siku ya leo, ni neno la Mungu amenipatia kunitia moyo mimi mwenyewe. Nyamaza kimya tumeitiwa njia nyembamba iendayo uzimani, ina maana na majaribu ni nyembamba, imesonga, sio nyepesi, siyo rahisi. Nyamaza kimya, mpendwa wao. Mungu akutetee, wa mwenyewe Yesu Kristo mwenyewe akutetee, akupigania, akuonekania, akufunike, akuzingire. Nyamaza kimya, mpendwa, uone wokovu wa Bwana. Usigombane na wanadamu, usilumbane maneno na wanadamu, ila kama wewe ni mtu wa Mungu ikatokea ukasikia neno kuhusu mpendo wa mwenzio, usishiriki katika hiyo dhambi, mfate muhusika. Usiogope kwamba itazua ugomvi. Eh, usiogope, hiyo ndio mtego shetani. Ikizua ugomvi, wewe umesema kweli, umeondoa mzizi wa fitina. Haleluya, umeondoa mzizi wa fitina. Tena wewe ndio viongozi, weka hao watu wawili kwenye simu, ukae mbali kabisa na hiyo dhambi, weka watu wawili katikati ya simu, huyu aongee na huyo aongee. Umemaliza, huna hukumu mbele za Mungu. Lakini ukaenda ukasikiliza kwa huyu, alafu ukaenda kwa huyu ukamsikiliza, sasa itabidi wewe ndio ufanye nini conclusion. Wewe ni nani? Wewe ndio ume, umeitwa kuwa hakimu. Tuwe makini, viongozi wa familia, viongozi wa kazi za Mungu, tuwe makini. Dunia hii ina mambo mengi sana na hatujui mambo yote wewe ujui undani wa mambo, usikubali kusikia maneno kwa mpendwa ukakubali. Wewe shikilia haki, shikilia mema. Tuna maombi ya mwisho wa mwaka sasa hivi, usije ukajikuta umenajisiwa katika maombi yako ya kufunga mwaka. Tunaombea bado nchi zetu, tunaombea familia zetu, tunaombea ambao hawajaokoka, tunaombea ambao waume zao wamefungwa na adui tunaombea ambao watoto wao wajakaa vizuri, tunaombea zetu ndugu zetu wana magonjwa mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki wana magonjwa mbalimbali yanawatesa. Tunaombea kanisa, tunaombea wachungaji. Sasa wewe usikubali, katika katika maombi na mifungo, majaribu yanakuja mengine kwa njia hii. Usikubali neno lolote lile likanajisi fahamu zako na nafsi yako, shikilia Mungu alichokuitia, songa mbele. Kazi ya Mungu bado mbichi, bado ingali Tunatakiwa sana kusimamia kweli ya Mungu. Barikiwe sana. Roho wa Mungu ananiambia neno limetosha, nitaishia hapa. Upendwa, na kutia moyo, tafuta mahali utashiriki maombi na kusoma Bibilia. Kuna watumishi wa Mungu wametoa hizo huduma, nao wanaendelea kuzitoa, sio tu pande wetu sisi tu. Ukiitwa kwetu, itwa njoo shiriki usije ukahukumiwa kwa kujiunga alafu haushiriki. Tunaelewa kuna shida za bando, lakini unavyoweza shiriki. Haleluya. Na, na watumishi wa Mungu wengine channel mbalimbali mbali wamefanya hiyo huduma, kama uwafahamu, njoo tutakuelekeza, ila shiriki neno la Mungu. Tunza nafsi yako, tunza roho yako, tunza utakatifu. Hizi ni siku za mwisho, unyakuo unaweza kutokea sekunde yoyote. Kama hujawahi kumpokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tafadhali karibu. Kuna linki hapo chini, isome hiyo, sali sali hiyo sala, fuatilia. Ni video fupi ya dakika kama sikosei sita au saba. Haleluya, pokea, mpe Yesu Kristo maisha yako leo, hujui kama utaamka kesho asubuhi. Halafu uje tukupe kwenye linki hapo ya kundi la maombi na mapokezi, tukupe masomo unayohitaji. Sisi tutakuwa upande wetu, tumefanya kazi ya Mungu ta kuelekeza kanisa la utakatifu ukabatizwe kwa jina la Yesu. Haleluya, hizi ni siku za mwisho, lakini mpendo wangu, nikupe moyo, shikilia kweli ya Yesu Kristo, achana na wanadamu ambao na wao wana changamoto zao. Ndiyo maana wanasema wanachosema, wanafanya wanachofanya. Kama hata ni mume wako, muombe tu, muombe neema na rehema. Usikubali akakukwaza kiasi kwamba akakuondolea uwepo wa Yesu Kristo ndani wako. Wamama wengi wanapitia hizo changamoto, hata wamama ambao wameokoka na waume zao ni watumishi, wanapitia hizo changamoto. Wewe ombea mume wako katika ile Mathayo 23 na 24, tunavyosoma siku za mwisho. Wewe omba Mungu neema ya kuba, wewe uwe wa kuchukuliwa, kunyakuliwa, usiwe wa kubaki, kwa sababu makwazo, shetani ameinua mtu mwingine kuletea makwazo ili wewe ubaki, ukataliwe siku ya mwisho. Ubarikiwe na Bwana Yesu akutie nguvu. Ninakuombea neema na rehema ingi ya mifungo, unavyoweza funga. Hizi ni siku za mwisho. Omba, ombea kanisa, ombea familia yako, ombea watu wa Mungu, ombea nchi zetu, ombea viongozi wa nchi zetu, ombea mateso yanayopita sehemu mbalimbali, nchi za Kongo, Nigeria, wanaua wa Kristu. Kongo kuna vita inayoendelea haiishi, kuna watakatifu katikati, kuna watu wa mungu katikati, wanatakiwa kuokolewa, wanatakiwa kufunguliwa, wanatakiwa kusaidika. Ombea hata wakimbizi dunia nzima. Shukuru Mungu, wewe sio mkimbizi. Shukuru Mungu, hauko kwenye vita, ni kwa neema tu. Ombea Urusi na Ukraini, ombea Israeli na Gaza. Kote huko kuna binadamu ambao Yesu Kristo alikufa kwa ajili yao, hataki wapotee, bali wawe na uzima. Barikiwe na uwe na uwe siku njema.